Wapendwa, karibuni kwenye mafundisho yetu ya kujitambua. Jina langu Majaliwa Machinda itungano ya Babuchi. Bado niko kwenye hiyo kurunzi ya mada mfululizo au series, ambayo ni maeneo ya kujitambua, na kwenye hayo maeneo ya kujitambua tulisema tuna mada nyingi kwa sasa. Tulishaongelea mada tatu, na leo nakuletea mada ya nne ambayo inaenda kujitambua kwenye eneo la kiroho au kwa Kiingereza spiritual self awareness. Ninapokuletea hii mada ya nne, tutaichambua pamoja ili tuweze kuelewa ni jinsi gani twaweza kujitambua kiroho. Kaa nasi hadi mwisho wa mada ili upokee jambo. Karibu na usiende mbali. Kujitambua kwenye eneo la kiroho ni mada pana, lakini hatuwezi kuimaliza kwenye kurekodi video hapa. Tunawaletea dondoo tu, lakini zenye maana ya kina. Kwanza tujiulize, kujitambua kwenye eneo la kiroho au kujitambua kiroho ni nini? Kujitambua kiroho ni uwezo wa mtu kutambua nguvu za ndani nguvu za uhungu zilizo ndani yake ambazo zina uwezo wa kuendesha maisha yake kwa viwango vinavyoonekana na visivyoonekana. Hivyo basi, kujitambua kiroho ni uwezo wa mtu kutambua asili halisi ya ndani ya ule uhungu au nguvu kuu ya kiroho pamoja na kusudi la maisha. Kujitambua kiroho ni safari ya kipekee ambapo mtu hutafakari juu ya nafsi yake ya ndani, imani zake, na namna hizi imani zinavyoathiri fikra, matendo na mahusiano yake na ulimwengu unaomzunguka. Kujitambua kiroho pia ni hali ya kuamka katika ufahamu wa kiroho unaomwezesha mtu kuelewa kusudi la maisha, maadili na thamani za ndani ambazo zinaongoza matendo yake ya nje. Kama nilivyosema, kiroho ni mambo yasiyoonekana ambayo yanatengeneza mambo yanayoonekana. Pointi ya kwanza kwenye hii mada, tunachambua maana na asili ya kujitambua kiroho. Pointi ya kwanza hii, maana na asili ya kujitambua kiroho, nifuate vizuri. Kujitambua kiroho hakuhusiani na dini kama watu wanavyofikiri, kwamba kiroho cha mtu kinaelekeana na kanisa au msikiti au sinagogi. Hapana, kujitambua kiroho hakuhusiani na dini, bali ni hali ya ufahamu wa ndani ambapo mtu anatambua kwamba yeye ni zaidi ya mwili na akili. Mwanadamu ni zaidi ya mwili na akili, ndiyo maana mtu akifa wanasema fulani amefariki, lakini mwili wake bado uko pale. Sasa amefariki vipi? Ameenda. Wengine wanaita wanasema ameenda kama Kenya kuna... men oh, jamaa ameenda, lakini yuko pale, mwili upo. Sasa ameenda wapi? Maanake yeye ni kiroho, ni zaidi ya mwili na akili, ni kiumbe kisichoonekana. Kwa hivyo kujitambua kiroho ni kule kuanza kuelewa kwamba wewe mwanadamu ni zaidi ya mwili na akili. Kujitambua kiroho ni utambuzi kwamba ndani ya mwanadamu kuna roho yenye uhai na hekima ya kiungu. Ndiyo maana ukiwa mtu wa kiroho huwezi kwenda kumtafutia Mungu sehemu nyingine, Mungu yuko ndani. Ni uwezo ule wa kuanza kupata kuelewa uungu wa mwanadamu ambao uko ndani ili huo uungu ukiondoka unabaki mfu. Kwa hiyo kila mwanadamu unayemwona bado anapumua ana uhungu, lakini nyinyi mnadhani wale wanaoshiriki kwenye ibada za dini ndio watu wa kiroho? Hapana, kila mtu aliyeumbwa ana kiroho au ni mtu wa kiroho mpaka pale uhungu utakapoondoka. Na uhungu ni nini? Ni ile pumzi ya uhai ikiondoka anabaki baki mfu. Na akibaki mfu, mwili wake unakuwa mzoga. Mwisho itabidi muuzike kwenye udongo ili kuepuka hasara ya harufu, maana yeye, ule uwezo wa kutembea wa kufanya mambo yake mwenyewe umeisha, amekaa pale tu, anahitaji watu wengine washughulikie mwili Mtu aliyekuwa kwenye ule mwili ameondoka. Kwa hivyo kujitambua kiroho ni kule kwanza kuelewa kwamba mtu, jinsi ulivyo pale, una uhusiano wa karibu kati ya wewe na uumbaji. uumbaji uumbaji maanake nini? Watu wengine, udongo, maji na pumzi au hewa, na mimea na mambo mengine yote. Wewe una uhusiano wa karibu na, na, na hivyo vitu. Ndio maana unakula chakula. Kinatoka wapi? Kwenye udongo, matunda, mboga za majani, unakula nyama, yaani ni viumbe vingine vilivyoumbwa. Wewe unachinja, unakatakata, unachoma, unakula. Una uhusiano na hayo mambo yote, na si kwa mwili, bali kwa roho, uhusiano usioonekana. Mtu anayejitambua kiroho utambua kwamba maisha hayahusiani tu na mwili na mali, bali pia na ukuaji wa roho, kama nilivyosema pa Kujitambua huku kunamwezesha kuishi kwa amani ya ndani, unyenyekevu na upendo kwa wengine, unapojua kwamba wewe unahusiana na watu, unahusiana na ulimwengu kwa jumla, kwamba huwezi kufanya vyote mwenyewe. Unahitaji pumzi, unahitaji mwangaza, unahitaji giza, unahitaji udongo ili ukanyagie. Vitu vyote unavihitaji. Unapojua hivyo, ni ufahamu wa kiroho unakufanya unaanza kutengeneza unyenyekevu na upendo kwa hivyo viumbe vingine. Mtu anayejitambua kiroho ha, hawezi kuwaua wadudu eh, kuharibu mimea, kuwatukana watu na kuwaua kiolela, maana anaelewa uhusiano wake na hivyo viumbe vingine vyote. Pia unapojitambua au maana na asili hapa ni kusema kwamba kujitambua kiroho msaidia mtu kupambanua kati ya mema na mabaya, kujitawala kihisia na kuishi kulingana na ukweli na maadili yake ya ndani. Ni sehemu nyeti sana ya kujitambua kiroho, ndio inayokuwezesha kuyafafanua mema na mabaya au kuyatenganisha. Jema kwako linaweza likawa baya kwangu maana sisi tunaishi kwenye kiroho tofauti. Ndio maana hata walioandika vitabu vya dini, kuna vitu walikuwa wanakataa kataa kwamba hiki ni kibaya, hiki ni kizuri. Lakini pamoja na hayo, ukiangalia kuna mengine walioyakataa ambayo ni mema bado kwako au kwa mtu mwengine, lakini hayakuwa mema kwao na kuna yale yaliyokuwa ya mema kwao ambayo sio mema kwa watu wengine. Mifano ni nyingi, tunaweza tukakesha kwenye vitabu vya dini. Kwa hivyo kujitambua kiroho kunakupa uwezo wa kuangalia mema na mabaya. Mabaya ni yale yasiyokuletea faida, na mema ni yale yanayokuletea faida. Kama kuongea na watu kutakupa faida, ongea. Kama kuongea na watu kutakuletea dharau, acha, ni baya. Hivyo maana kuongea huko huko kunaweza kukawa kubaya kwako na kukawa kuzuri kwangu. Kutembea kunaweza kukawa kubaya kwako na kukawa kuzuri kwangu. Kwa hivyo kiroho ni uwezo wa kuanza kuangalia ni vitu gani vilivyo na manufaa kwangu. Ndio maana ulimwengu unakataza vitu vingi, lakini miongoni mwa vile vinavyokatazwa ndivyo vinavyofanywa sana na wanadamu, kwa maana kila mmoja ana uwezo wa kudifine kizuri na kibaya kwake, na hicho kinatokana na kwa sababu yeye ni mtu wa kiroho, na anapojitambua hivyo, anakuwa na uwezo wa kudhibiti hata hisia zake, kama tulivyosema kwa video iliyotangulia. Kwa ujumla, kujitambua kwenye eneo la kiroho ni safari ya kujua uhungu ulio nao na kujua Mungu, au muumba wa vyote, kujijua mwenyewe na kuishi kwa utulivu wa kiroho ambapo mtu hupata maana halisi ya maisha na kusudi la kuwepo kwake duniani. Na katika kufanya hivyo, asili tunayotakiwa kuiangalia hapa ni maswali, na haya ni maswali kama mawili tu, unaweza ukajiuliza. Je, ninaamini nini kuhusu maisha na hatima? Hapo unaanza kupata kujua maana ya kujitambua kiroho. Anayejitambua kiroho anakuwa anajiuliza, ni nini maana ya maisha? Ni nini maana ya hatima au hapo baadaye? Ni nini maana yake? Ni nini kinachohusiana na maisha yangu hapo baadaye? Mtu pia anajiuliza, imani zangu zinaathiri vipi matendo yangu ya kila siku? Ninaamini nini kinachonifanya mimi nisifanye mambo yanayohitajika? Unajua, imani ule uwezo wa kuhakikisha kwamba mambo yatatokea hata kama hayajatokea. Je, imani yako umeitengeneza kiasi kwamba wewe haufanyi chochote unasubiri Mungu au mtu mwingine aja akufanyie? Je, hiyo imani imekuathiri vipi? Je, wewe una imani ya kwamba ukiamka na ukianza kufanya kazi kuna matokeo yatatokea? Je, imani yako inakutengeneza vipi kwa ajili ya maisha yako ya kila siku? Hayo ni maswali ya kujiuliza kwa ajili ya kutafuta maana na asili ya kujitambua kiroho.